Shukrani sana kwa wale ambao wamebeba sanduku la agano mpaka kulifikisha mahali ambapo limetakiwa kufika, na sanduku la agano limefika sehemu ambayo imetakiwa kufika. Yani, tumeweza kulibeba kutoka mwaka jana mpaka tumeweza kulifikisha mahali ambapo limefika. Maana yake tumeweza kumaliza kazi ambayo Mungu ametupa, amen. Na kazi ambayo Mungu alitupa ni kuhusu kwa ajili ya kiti cha enzi ili Mungu atawale. Mwilini tunaona kuna uchaguzi lakini rohoni ni vita vya kiroho kati ya joka na nabii amen. Ili kunani atawale, Mungu atawale au shetani atawale. Mmesikia kwamba kuna ajenda nyingi za kishetani juu ya kanisa. Kwa maana hiyo nabii ndo amepewa kutetea kanisa. Kwa hiyo kama tungeshindwa kubeba sanduku la agano maana yake tungeshindwa kufanya kazi ya Mungu. Kwa hiyo adui angepata nafasi. Sasa, basi, baada ya kupata ushindi, baada ya kushinda, baada ya kufikisha sanduku la agano, yani baada ya zile dakika tisini mchezo kumalizika wa vita vya kiroho kati ya joka na nabii, sasa utaenda kuona rest in pieces zikiongozana, mauti, mauti, mauti mpaka idadi yao itakapotimia idadi yayo itakapotimia, wakosao, ndipo Mungu atainua mfalme kutoka kwenye kiti chake cha, ki cha enzi ambacho nabii amekipigania katika ulimwengu wa roho, amekipigania kwa kupitia sanduku la agano. Ndipo mtakapomuona ambaye ametumwa na Mungu, na yote atakayejipendekeza kwa nafasi hiyo ni katika wakosao, atakuwa rest ni peace. Ndio maana mauti imewekwa hapo yaani, sio wapambane mtu mwingine wapambane watu wengine kutengeneza njia alafu wewe uje ukae kirahisi. Wakati tunakueleza hapa tunakueleza mambo mengi hapa ulikuwa unayasikia, lakini eti moyoni. Jengeni hekalu la Kristo, hamtaki. Nendeni kwa nabii, hamtaki. Njia imeshatengenezwa sasa, vile vigingi vyote vimeshaondolewa njia imekuwa nyeupe, alafu uje na kielele chako sasa, kujifanya kwamba wewe ndio uliyetumwa na Mungu kukaa, au wewe ndio uliyebeba kiti cha enzi cha Mungu juu ya Tanzania, bado mauti itakutafuna mpaka yule mwenyewe muhusika akae. Maana yake kutengeneza njia bado kunaendelea, akae ili kutimiza aliyoandikwa na kuiondoa ile mauti, kisha ndiyo wengine wataendelea kwa sababu mauti imewekwa na kuondoka wake mpaka mjumbe, mjumbe wa agano aliyotumwa akae. Imewekwa kwa ajili ya wanaotaka kudandia kama wale kina Malendeja, kina nani, kina nani wale kinatengwa wanavyojifanya wao wanajua sanduku la agano wanavyopotosha watu sasa. Huku ni upanga utakuwa unapita, sawa. Kama unahitaji Tanzania mpya na una moyo kweli wa kuiona Tanzania mpya, basi simama na ulibebe sanduku la agano anasema hivi anasema hivi, Wafalme ni Mambo ya Nyakati moja kumi na tano stari wa pili anasema hivi: ndipo Daudi akasema haimpasi mtu awaye yote kulichukua sanduku la Mungu isipokuwa Walawi peke yao, kwa kuwa hao ndio waliochaguliwa na Bwana ili walichukue sanduku la Mungu na kumtumikia daima. Basi Daudi akawakusanya Israeli wote huko Yerusalemu, ili, kujipandiki, kujip, ili kulipandisha sanduku la Bwana mpaka mahali pake alipoliweka tayari. Kusoma mstari wa kumi na moja, anasema hivi tena Daudi akawaita Sadoki na Abiazari, abi makuhani na hao Walawi, ulia Asaya, Yoeli, Shemaya, Elieli na Aminadabu, akawaambia, ninyi ni vichwa vya mbali za baba za Walawi, jitakaseni ninyi na ndugu zenu, ili mlipandishe sanduku la Bwana Mungu wa Israeli mpaka pale mpaka pale nilipoliwekea tayari kwani kwa sababu nini? hamkulichukua sanduku sa, safari ya kwanza? Bwana Mungu wetu alitufurikia alitufu, alitufu, kwa maana hatukumtafuta sawasawa sawa na sheria. Basi makuhani na walawi wakajitakasa ili wapan, wapate kulipandisha sanduku la Bwana Mungu wa Israeli. Amen. Daudi alipomaliza vita yote sawa, akawaita wana wa mbali, yaani watu tofauti tofauti makabila yale mengine, kwamba jamani, hii sanduku toka tuna tunalibeba limebeba na wana wa Lawi mpaka tunafika hapa mpaka tunapata tuna, tunaimiliki hii Kanani sawa. Kwa hiyo kwa sababu tayari tumeshamaliza vita na tumeimiliki nchi ya ahadi, sasa inatakiwa unyinyi wa makabila mengine mjitakase, ili kulipandisha sanduku la agano linapotakiwa kukaa mahali linapotakiwa kukaa. Maana yake ni hivi sawa, baada ya vita kuisha maana yake wale watu wengine, sawa, wakae pamoja makuhani na watu wengine, ili kumuinua sawa Daudi, kuwa mfalme sawa, kumuweka kuwa mfalme sawa, kwa sababu alikuwa anapigana vita kama mjumbe sawa, au ili kuinua kumweka nini, Sulemani kuwa mfalme sawa ambaye atakayejenga hekalu la Mungu bila mkono wa damu sawa. Ndicho kinachozungumzwa hapa. Na nyinyi wana wa mbali, ambao hamkujishughulisha na sanduku la agano, tulipowaita hamkusikia, tulipocheza tukakaa katikati ya njia, tukakaa sokoni, hamkutusikiliza wala hamtusikia. Lakini wana wa Lawi walio wachache wakasimama, na nabii ambaye ndiye sanduku la agano, wakalibeba mpaka mpaka mwisho sawa na wamepata kushinda na kiti cha cha Mungu kimesha shifika kimesha, kimesha tawala. Kwa hiyo wana, wambali, yini, wala, yani, makuhani, wana sheria, aa, ziongozi, wa mbali wa, ambao ni nyinyi ambao sio wana walaya ambao hamkujishughulisha yaani makuhani wanasheria wa, viongozi wa wanani wa nchi mabalozi au niseme nani mawaziri au wakuu wa majeshi ambao hamkujishughulisha na sanduku la agano. Sasa mnapaswa sasa kulinyanyua hilo sanduku la agano, mliweke mahali panapotakiwa kukaa, ili kujengwa kwa hekalu la Kristo ili kutimiza mambo yote. Msipofanya hivyo, Mungu atainua kwa njia, atafanya kwa njia ambayo haijulikani, ambayo nyinyi hamwezi kujua. Kama nilivyosema nguvu ya mjumbe wa agano mmekuisha iona na imeonekana kwenu. Sasa mtakapokuwa mnajizungusha, sijui ni kitu gani kinawafanya mjizungushe, sawa? Kwa maana mjumbe wa agano ndiye anatakiwa kukaa katika kiti cha enzi, ndiye Tanzania mpya, ndiye mfalme anayetakiwa kukaa katika kiti cha enzi baada ya vita yote kuisha. Nakupa ujumbe huu uwe tayari na uhusikie, ili kutimia kwa maandiko na kuonekana kwa ishara ya Yona na kuonekana kwa ule unyakuo ambao unatakiwa kama kazi ya elfu mbili elfu mbili ishirini na tano ninakamilisha ile kazi ambayo nilipewa na Mungu katika ulimwengu wa roho, na mwisho wa mwisho tumeona unyakuo katika roho. Maana yake na kazi hii hivyo hivyo itakapokamilishwa katika mwili, kulibeba sanduku la agano na kuliketisha mahali palipo stahili, itakapokamilika katika mwili na kutimiza, ndipo unyakuo unakuja utakapoonekana katika damu na nyama. Kwa hivyo viongozi wote mlio katika nafasi zenu, ambao mnajua kabisa mpo katika nafasi zenu ili kuiokoa Tanzania na kuifanya Tanzania kuwa mpya, kwa nguvu zenu na kwa sheria zenu na kwa vyeo vyenu, basi mnatakiwa mfanye hiyo kazi. Mimi kazi yangu nimeshamaliza. Amen. Kwa hiyo, ninaondoka kwenda mahali ambapo Mungu amenituma kwenda kumalizia kazi, kwenda kumalizia hiyo kazi, lakini muda utakapofika, kama nyinyi hamtajishughulisha hamta, hamta na kazi hiyo kumtafuta nabii na kwenda kumuweka pale kama, kama wana wa mbali walivyomtafuta Sulemani na kwenda kumuweka pale sawa, basi Mungu atatengeneza njia yake anayejua yeye ambayo nyinyi hamuijui, na ndipo mtakapoziona nguvu za Mungu kuliko hizi ambazo mnazisikia juu ya watekaji, kuliko hizi ambazo mnazisikia juu ya misiba inayoendelea au itakayokuwa inaendelea kuwaondoa wa, wa, wakosaji wa mpaka idadi yao itakapotimia, na ndipo ishara ya mwanadamu itakapoonekana, na ndipo ishara yao itakapoonekana. Amen. Mungu akubariki sana wewe, mwana wa mbali ambaye ulikuwa usikii, unaitwa unapigiwa miluzi huku na huku. Maana nimesikia wengine wametapeliwa na kasiani huko, anajifanya anaumwa, umetuma pesa, kajenga bonge la bangalo, kajenga hekalu huko, sawa, lakini kwenye linalopasa kuwaokoa hamjishughulishi, mnaona ni upuzi mimi natembea kwenye maandiko na yameandikwa maandiko, ila kwa sasa sitakufunulia hayo maandiko kwanzia sasa hivi sitakufunulia hayo maandiko, yaani mafumbo yaliyoandikwa katika maandiko kuhusu kuonekana kwa ishara ya Yona na mjumbe wa agano na unyakuo. Sitakuambia, ila haya ninayokuambia yanakutosha, kwa sababu kama utiishi wote huo umetokea na hujaona na ukadharau hata nitakakwambia utadharau tu kwa, haina haja ya kusema mambo mengi au kufunua mambo mengi sana ya mafumbo ya Mungu, kwa sababu hujui na wala huwezi kusadiki. Kwa tunayosema ni hayo hayo, usiposadiki katika hatua ya kwanza ambayo Mungu ameshaimaliza ya ku, ya ku, ya ku, ya mjumbe wa agano kuliibua sanduku la agano, basi nakuja hatua ya pili nyingine ya kufanya nini, ya kulinyanyua sanduku la agano na kuliweka mahali pa juu. Biblia inasema taa haiwekwi chini ili kuangazia watu. Taa huwa inawekwa juu ili kuwamulikia watu, na mjumbe wa agano ndio taa na ndio nuru ile mnayoiona, halafu mkitafuta labda ni nani ni Mwakasege au ni Kakobe au ni spana au ni nani?